Hello guys, mambo zenu, shikamuni wakubwa kubwa zangu, poleni na majukumu ya siku nzima. Ni siku nyingine tena, leo tunazidi kupambana. Jana kuna mteja wangu aliposti clip ambayo nilisafirisha ikaenda Moshi. Leo kuna mwingine tena ameona akaniambia, dada anaomba tena ile simu kama uliosafirisha. Hii hapa tena ni POP 9 na GB 64 na RAM 6. 3 plus 3, ina maana ni in 6 kwa hiyo hapa nilipo nimesha ndo nataka nimesha channel ile silivu yake ndo naifungua, nimwekee kava lake, ili hapa na projector yake hii hapa naweza mkambandikia mimi mwenyewe dada Wema. Karibuni Tapem Technology kwa huduma ya phone smart accessories, nipo kuwasikiliza na kuwahudumia pia, mimi tena dada yenu. Hii hapa simu nzuri kabisa jamani. hii hapa Karibuni tena, ziko simu aina tofauti tofauti, sio kwamba muone tu nauza hii, hapana. Ni mteja anapenda tu, anakuambia anataka aina simu gani, na wewe nawidi umtafsie aina hiyo hiyo ya simu anayoitaka. Kwa hiyo, hii hapa nipo tayari kuibandika protector na kumwekea kava lake zuri. Mwisho wa clip nitaonyesha nini nilichokifanya.